Sio kweli kwa sababu <coughs> yani sijui, yani sijui, ya yani sijui, yani sijui maneno kusema kweli yanatokea wapi yani, 100% sijui hayo maneno yanatokea wapi, sijui yani, yani sitaki hata yani, yani sina ta trace kwamba ilitokea hiki, ndio maana ikatokea hiki, sijui chochote, lakini sidhani kama kwa kitu, kwa sababu mimi ningeshajua. Pia hapa tuko na mkambala ndugu yake yani, kabisa. Okay, na Jux tuzungumze <tabu> naye Akiwa uh, amefika hapa, atuelezee faraja zake, atuelezee na mengi ambayo tunatamani kama wanahabari kuweza kujua, kamba inakuwaje? Salama kabisa, unyama. Nashukuru Mungu kazi yangu imepoa sana, yeah, kabisa. Nashukuru na hongera pia brother, amevuta uh, jiko nawezekana inspiration kwako, lakini unafarajika, yes, kiasi gani? Mpaka kusema kweli, mimi na furaha sana kwa sababu ni kitu ambacho ni kikubwa kwake, afu ni kitu ambacho kinatokea mara moja kwenye maisha yake yote. Sasa sasa kwa siku za leo ndo sasa sasa. Siku na oa ndo hiyo hiyo. Sasa. Yeah. Ndoa ya kwanza ni ndoa ya kwanza hata kama kuna ya sita kuna ngapi lakini mm, ndoa ya kwanza ni ndoa ya kwanza. So it's like that. Sasa. Yeah. Li, lakini, li tu, vu, ando, leo wengi uh, sana okay, lakini lakini kwa kwa tu and tumeiona tunafanya reception. ulitarajia hii kutoka mnaona ni muda mfupi Okay, public yeah. imeanza kuwa almost like one year lakini na hizo wana muda kidogo wana muda Yeah. wana muda lakini, kuweka mambo public ndio imekuja yani, imekuja hivi karibuni, lakini wana muda sana. Sawa sawa, i don't think kama kuna mtu ambaye, yeah. akakurupuka tu wiki mbili akamua mtu. Kwa huyu ulitarajia hii? Eh, nilitarajia okay, kwa sababu was different from other relationship, yani ilikuwa kuna utofauti, siwezi nikakuelezea, lakini kuna utofauti huko kabla ukitambia tofauti, unaingia katika kundi la mashemeji ambao ulikuwa unapitisha wewe noma, lakini mwenyewe ukaona huyu. Kwa, kwa sherehe ambazo zimeanzia Nigeria, mpaka leo imekuja research ya Tanzania. Sijajua, sijajua kama ndugu mtu umejipanga vipi leo kuhakikisha kwamba kichofanyika Nigeria kama kifanyika chochote ni kwamba tulishaona ulichokifanya, unaelewa sio? Kwa hiyo sisi tutafanya zaidi yao, unaelewa? Yeah. Utofauti wa mashemeji wa Tanzania na Nigeria ukoje? They not fake at all. Kama umekosea wanakwambia, yaani waone shida wewe kupoteza mpenzi wako, yaani waone shida yoyote kama ni kitu umezingua. Kwa hiyo sitegemea kwamba unaweza ukafanya ujinga ukiwepo kule. Ndio maana wana umoja, wanaj wanapokupenda hii hey, love ambao unaionyesha unaanza kwa kuchukia hivi hivi.

tumeishi mm -hmm. kwamba sa. yes, mm. yeah. ha, sa. yeah. wewe... ni watu kwamba fulani kwamba tunaongea chochote kile ambacho nikaongea sasa hivi ama chochote kusema kweli. Naweza nikaongea chochote, naweza akanijibu chochote kwa muda sometimes wowote. Msaada tena wadogo hivyo bado naendelea kupokea hela yule nani? Ule ambaye alikuwa anatarajiwa kipindi fulani. Star nani? Eh, kwamba upo singo sasa hivi. Eh, mimi niko singo. Ah, Nigeria huko walikuwa napata taarifa zako bwana mkambaa. Mimi? Eh, hapana, sio kweli. Eh? Sio kweli. Sasa ukweli ni upi kwa shemeji yako kwa mjamzito? Tanzania wengi wanalizungumzia hili. Haya, hilo sio kweli. Sio kweli kwa sababu Yani sijui, yani sijui maneno kusema kwani yanatokea wapi? Hata yani yanatokea, sina hata trace kwamba ilitokea ilito, ilito hiki ndio maana ikatokea, sijui chochote, lakini sidhani kama iko kitu kwa sababu mimi ningeshajua pia. Unahisi labda ni huenda yale maneno ambayo yalikuwa yanasemekana okay? Yeah. Jux alisema atapandikiza labda mtoto na kumwona Priscilla kidogo kama kitumbo kinaongezeka, ndio watu kinawapa maswali. Hivi, kwa nini anapandikiza mtoto? Nikuulize kwanini kwa ni sababu ah, yeah. Ah, kwa sababu sizani ye, kama Juma anaweza akasema kitu kama hivyo. Nyie ndio mna vitu hivyo, sina hivyo, nyie media, kwa hiyo nyie ndio mtakomnyembea sasa hivi vitu. Yani nimevitolea kwa sababu sizani kwa nini afanya hivyo so mjamzito na siyo, ha, ha, so nitafuta sasa yeah. Sojatio, tuambie umejipanga vipi leo huko ndani kwenye masuala ya utunzaji kiwa kama mdogo mtu, unatumai saabra anatoa sana saj kwa upande wako, ah, kusema utunzaji tulione tu ndani bado mm -hmm. Eh. kusema kweli bado sijajua chochote, nitakuwa mtu wa kuokota hela. Ah, kabisa kabisa. Nitajitahidi niwe na mfuko. Sawa sawa ambie kitu wa vijana wenzako kwa sababu natumai natumai takua lina kupush brother ameoa. Uh, saa na la kufanya uone rahisi kuja kuoa vipi? Lakini wewe mwenyewe tu kuoa sio rahisi, yani sio kitu ambacho unaweza kukulupuka, kwa sababu watu wengi wanaokulupuka mwisho wa siku wanaishia hivyo, kwamba kwamba kwa kwa yani yani yani unatafuta perfect life bado una una ku date mpaka uoe, that's the big thing kwa mkoa wa Muislam, mm yani -hmm usi kufanya tendo la ndoa mpaka uoe, lakini na sisi tunajua, nahisi tunaja wote Watanzania tulivyo. Kwa hiyo sometimes naabidi tutumie njia nyingine ili tujue the perfect one. Sawa sawa yeah. Kwa sababu unaweza ukamsubiria mtu kamnanili msh siku akaja kwa mtu ambaye hayuko sawa. Sasa nikurudishe mwezi kadhaa nyuma, mlipokuwa Nigeria kule, uh, zile mila zao za wanaume kuinama chini wakawa naguswa miguu ya Priscilla na wazazi wake, nafanya hivyo na nini? Hebu tuelezee kwa sababu wewe ni mwanafunzi. Hilo ni traditional yao, yani hiyo ni lazima, kila ndoa lazima kuna traditional wedding ambayo hiyo ni lazima, lazima ifanyike yes. Wow, hmm. yes. yeah. na kuna white wedding lazima zifanyike, yani ni utamaduni wao, lazima hivyo ufanye, unaenda kumchukua mke kwa lazima, utii maamuzi ya wako. Ah, sherehe uh, harusi ilifanyika Kiislamu. Ilivoenda Nigeria pia ikafanyika kwa padri pia. Uh, watu wakawa na maswali simbadilisha dini adini, kwa nini shughuli zifanyike kwa Kiislamu na zifanyike pia kwa dini ya Kikristo pia? Sijajua ni mfumo upoje, labda wewe ndio utueleze. Afu ile pale, so tuseme ni mtu ambaye kwa na host ni pastor, lakini soka, so o so, so ya Kikristo Hine kama okay, celebration ambayo traditional wedding kwa, kwa traditional wedding, wedding, wedding dendo kuna ukumbi. Mm. The other kata, okay, white wedding. White wedding is like a celebration. Kama hii. Kwa hiyo inafanyika Nigeria, inafanyika hapa. Lakini mtu tu alikuwa na na host, ni ni mtu mtu ambaye anafahamiana na mama yake priest. So it was uh, like, like that. Kwa sa, sa. Lakini sa, sa, nga Lakini, Sasa mm, hivyo, mimi mimi, lazima nitafanya mambo ninayojua mimi sio sana tuseme ni mtu ambaye alikuwa na host ni pastor, lakini hii ni kama kama celebration celebration, traditional traditional wedding wedding wedding wedding. Kwa kwa kuna ukumbi sawa. The other day ndio katokea hiyo hiyo white wedding. White wedding is like a celebration, ile ifanyika Nigeria, inafanyika hapa. Lakini mtu tu alikuwa na host, ni mtu ambaye anafamiana uh, na mama yake like yes, like yes, yes, lakini sio yes, yes. Wa Kikristo sasa hivi ngasema hivyo, lakini unajua mtu kama mimi hapa sasa hivi ni Mwislamu, lazima nitafanya mambo nayojua mimi ndio sa, so, ndio kumalizia kumalizia ah uh, tusubiri matukio matukio yeah. sio 9 yeah. <laughs> shukrani sana sa.